Mdau wetu oh, mr Japhari amekuja kututembelea na jambo la kuzungumza nasi, kwa hiyo ni wakati wake yeye kumkaribisha. Hili ni eneo lake, yeye ni mzaliwa wa Singida, amekulia Singida, anafahamu jiografia ya Singida na nje ya hivyo, ni mwanamichezo, ni mwanamichezo alikuwepo kwenye kamati ya m... michezo ya Mei mosi iliyotamatika kama mwezi mmoja uliopita baada ya michezo alifika ofisini kwetu hapa, tukazungumza, tulibadilishana mawazo. Nicheza mpira hapa Singida, ukizungumza generation ya kina Abdurahmani Mundere, kina Msengi Kapera, kina Omari Sebo, um, wako watoto wa familia ya Shirazi hmm. wakina Swedi Shirazi hmm. Shani Ali kaka yao hmm. wakina Muhamedi Msombe ukiacha kaka zake wale wakina Mustafa. Kwa hiyo mimi ni mdau kweli kweli wa michezo hapa Singida, nimecheza mpira kwa levyo hiyo, lakini pia baada ya umri kusogea sogea, pia mimi ni kocha wa football, mimi ni kocha wa mpira, nimeanza kujiendeleza kwa kiwango fulani, na sasa nimefikia leseni D ya KAFU. Kwa hiyo ukiacha tu kuwa mchezaji wa zamani eh, lakini pia mimi ni kocha kwa sasa. Kwa hiyo inaendelea kushirikiana na watu mbalimbali, kwa sababu mchezo wa mpira ndio mchezo ambao mimi naupenda, basi na mimi kuwepo kwa ajili ya kushirikiana na watu kuuendeleza mchezo wa mpira wa miguu. Leo kikubwa kilichonileta kwanza ni, ni kuwapongeza Sirefa lakini na kuwapongeza uh, wenzetu wa Singida Warriors kwa mafanikio makubwa waliyoyapata katika kuendeleza mchezo wa mpira wa miguu hususan kwa wanawake. Hiki ni kitu kipya kwa hapa Singida. Sisi wakati tunacheza hakukuwa na hiyo component ya mpira wa miguu kwa wanawake sana ilikuwa ni wanaume lakini, sasa naona namna ambavyo uwekezaji mkubwa umefanyika na sasa Singida ni miongoni mwa mikoa inayofanya vizuri sana katika soka la wanawake. Kwa hiyo niwapongezeni sana, mnafanya kazi kubwa, mnafanya kazi nzuri na mnauwakilisha vizuri mkoa wa Singida. Uwakilishi wenu unatupa fahari kubwa, unapotembea Singida inapotajwa eh, inatajwa kwa kwa kufanya vizuri kwenye mchezo wa mpira wa miguu hasa wanawake, basi ni fursa pia ya kuitangaza Singida, lakini ni fursa pia ya kuendelea kuwapa platform vijana wa Singida. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa. Nafahamu mnafanya hivyo katika mazingira magumu, wakati mwingine uchache wa rasilimali za kila aina, lakini nataka tu niwatie moyo kwamba uwekezaji mnaofanya kazi mnayofanya ni kazi kubwa, na naamini ipo siku itatoa matunda makubwa zaidi kuliko haya yanayoonekana hivi sasa. Nafahamu tayari mmeanza kutoa matunda e, wako wachezaji wa kutoka Singida ambao sasa wanacheza Ulaya kama binti yetu yule Aisha Masaka. Unajua, sisi wakati tunacheza football zamani tulikuwa tunacheza kama burudani tu, tulikuwa tunajifurahisha na tulikuwa tunacheza kweli kweli. Yuko rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Kiula, yule Kiula ilibidi apewe jina, anaitwa Mboma kwa namna alivyokuwa na uwezo wa kupiga mashuti e, eh, kama Patrick Mboma. Lakini sisi tulikuwa tunacheza kama sehemu ya kujifurahisha, lakini leo industry ya football ni miongoni mwa industry inayolipa, miongoni mwa industry ambayo inatoa ajira kwa vijana wengi sana katika nchi yetu. Na ni industry ambayo mimi kama ungejirudisha nyuma kidogo, maana wakati ule sisi tuliamua kuwekeza kwenye shule tukaacha vipaji vikapotea, lakini mimi ukijirudisha nyuma kidogo, leo mimi ningewekeza kwenye football. Kwa sababu kama mchezaji mzuri anaweza kusaini mpaka mkataba wa milioni mia tano mia sita, mkataba wa miaka miwili. Kazi ninayofanya mimi hata nikistaafu nikafanya kwa miaka mpaka ikafika sitini lakini siwezi kupata kipato ambacho mtu anaweza kupata ndani ya miaka miwili mitatu kwenye futbol. Kwenye futbol ni mchezo mkubwa, ni mchezo ambao tukiwekeza. Mimi leo kijana wangu mtoto wangu mdogo, kama ataonyesha kipaji, mimi nitamuendeleza kwenye kipaji kwenye, atasoma sawa, lakini namuendeleza pia kwenye kipaji. Kwa sababu futbol sasa hivi duniani kote ni miongoni mwa sekta inayolipa miongoni mwa sekta inayotoa kazi na ajira kwa watu wengi. Kwa hiyo nawapongezeni sana, hongereni sana, na nafahamu mnaendelea ku, mnakwenda kushiriki uh, ligi hivi karibuni kupitia timu yetu ya Singida Rising Star. Kwa mimi kama mdau, nimekuja kutoa commitment yangu kwa maniko pamoja na nyinyi katika juhudi mnazofanya, wakati ambavyo tutawezekana tutashirikiana kuhakikisha kwamba tunaendeleza mchezo wa mpira wa miguu kwa wanaume lakini pia kwa wanawake katika mkoa huu wa Singida. Na mkoa wa Singida huu huu ni mkoa wa michezo, ukiacha generation ambayo mimi nimecheza zamani, hapa kulikuwa na wachezaji wa hali ya juu sana, kulikuwa na vipaji ambavyo sasa hivi mimi nikiangalia hata kwenye nchi. Zamani ulikuwa na mchezaji anaitwa mchezaji kama Jafari Masusu ulikuwa na mchezaji anaitwa Edini Agai, Fred Agai, sio? Yeah. Ulikuwa na wachezaji kama kina George Minja, ehe. Yeah. Singida Warriors na soka la wanawake nafahamu kuwa tuna timu ya Singida Black Stars ambayo uko uwezekano mkubwa msimu ujao itacheza katika kombe la shirikisho barani Afrika. Haya ni mafanikio makubwa sana kwa timu ya Singida. Nadhani itakuwa ndio timu ya kwanza, kwa kumbukumbu zangu hakuna timu imewahi kucheza eh, at least level ya Afrika, kwenye shirikisho au club bingwa Afrika. Singida Black Stars itakuwa ni timu ya kwanza. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa wadau wote wa Singida, hebu tu, tuungane tuiunge mkono hii timu. Hii timu itakuwa sababu kubwa sana ya kuutangaza mkoa wa Singida. Itakuwa sababu kubwa sana ya kuleta uchumi na biashara mkoa wa Singida. Kwa hiyo tuiunge mkono wako mshukuru mdau eh, Japhari uh, si tuseme kwanza kitendo cha wewe kuweza kufika sisi kinaonyesha, kinatupa nguvu na kinaonyesha kwamba kuna kazi kubwa tuna tunaifanya, na moja ya malengo ya kituo ilikuwa ni hiyo. Nahitaji kwamba kuna kipindi tufanye kazi Sio sisi tuende kuambia watu kwamba jamani kuna kazi huku tunafanya, tutategemea unatakiwa ufanye kazi ili watu waone, kwa hata leo ukizungumzia silefa, eh, hakuna mtu ambaye atauliza kwamba silefa wanafanya nini. Kinachofanyika nje kinaonekana, na changamoto mm, eh, au mapungufu hayakosekani kwenye shughuli yoyote au kwenye, kwenye, kwenye taasisi yoyote. Kwa sisi kama, sisi kama kituo tunawashukuru sana kwa kuweza ku, muda mrefu sana kuhakikisha mpaka tunafika hapa bila kukata tamaa ishngo kiojiwa kama hivi nawaambia kwamba sisi sasa lengo letu, sisi niku, kuwa na, na, na jumla ya wachezaji mia mbili kwenye kwenye kituo.